Umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba njia pekee Mungu anaweza kutabiri siku zijazo ni kwa kuwa na udhibiti wake? Hii ndiyo sababu Mungu anaweza kutupa katika Biblia muhtasari wa historia ya dunia. Hiyo ni kwa sababu tayari ameiona na kwa sasa anaiongoza kulingana na mpango wake mkuu. Basi, katika miaka ya baadaye ya maisha ya Danieli Mungu anampa maono kadhaa yanayofunua falme za siku zijazo za dunia kuanzia kizazi cha Danieli hadi wakati ambapo ufalme wa Yesu Kristo utaanzishwa duniani. Hiyo ni maelfu kadhaa ya miaka, na bado tunasubiri ufalme. Basi, maono ya kwanza yalikuja kwa Danieli wakati wa utawala wa mfalme Belshaza wa Babeli. Hapa tuko sasa leo katika Danieli 7, sura ya 7 na katika eh, aya ya tatu sisi ambapo Danieli anasema aliona wanyama wakubwa wanne waliotoka baharini. Sasa mnyama wa kwanza ni kama simba mwenye mabawa ya tai. Mnyama wa pili hapa anaonekana kama dubu mwenye nguvu, na mnyama wa tatu anaonekana kama chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne mgongoni. Mnyama wa nne ni wa kushangaza zaidi Danieli anaoelezea hapa sasa, katika aya ya saba, ulikuwa wakutisha na wakutisha sana na wenye nguvu kupita kiasi. Ulikuwa na meno makubwa ya chuma, ulikula na kuvunja vipande vipande, na kukanyaga kilichobaki kwa miguu yake. Ulikuwa na pembe kumi, na tazama, ilitokea kati yao pembe nyingine ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu za kwanza ziliondolewa kwa mizizi, na tazama katika pembe hii kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na mdomo ukiongea mambo makubwa. Sasa unaweza kukumbuka ndoto ya Nebukadneza ya ile sanamu kubwa katika Danieli mbili ambayo ilionyesha milki nne za dunia mfululizo: Babeli, Umedi na Wajemi, Ugiriki na Roma. Sawa, maono haya hapa katika sura ya saba yanafanana na ndoto hiyo ya awali inahusu falme zilezile zile nne lakini kwa kutumia picha tofauti. Sasa basi, Danieli anaandika hapa katika aya ya 9: nilipotazama viti vya enzi viliwekwa, na mzee wa siku akaketi. Sasa hii ni kumbukumbu ya Mungu Baba ambaye anaketi kwenye kiti cha enzi cha hukumu, na wakati hilo linatokea, hii milki ya mwisho ya dunia, huyu mnyama wa nne wa kutisha, itaharibiwa. Kisha Danieli anaona sura nyingine hapa katika aya ya kumi na tatu, akaonekana mmoja kama mwana wa Adamu akaja kwa mzee wa siku na kuwasilishwa mbele yake, na kwake alipewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wote, mataifa na lugha wamtumikie. Sasa bila shaka, huyu mwana wa Adamu ni Masihi Yesu Kristo, na hapa anapokea kutoka kwa Baba yake ufalme wa milele. Malaika sasa anafika na kumweleza Danieli hapa katika aya ya kumi na saba, hizi wanyama wakubwa wanne ni wafalme wanne watakaoinuka kutoka duniani, lakini watakatifu wa aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki milele. Wapendwa, hii inaelezea kuhusu siku zijazo zako na zangu, kuishi na Yesu Kristo katika ufalme wake wa utukufu ujao duniani. Sasa Danieli anavutiwa sana na huyu mnyama wa nne wa kutisha na pembe kumi zinazotoka kwake. Na hivyo malaika anaendelea, wa bahati nzuri, kutoa maelezo kwamba pembe kumi ni wafalme kumi. Sasa kuna wasomi wengi wa Biblia wanaoamini kwamba hawa wafalme kumi wanawakilisha ufufuo wa wakati wa mwisho wa dola ya Kirumi ya zamani, ambayo haipo leo. Na kwa kweli hatujui kwa uhakika. Inaweza kuwa wafalme kumi wanaowakilisha maeneo mapya kumi ya dunia. Tunachojua ni kile tunachoambiwa hapa. Pembe nyingine au mfalme mwingine anainuka na waondoa watatu kati ya hawa wafalme kumi, dhahiri katika aina fulani ya vita. Kweli huyu mfalme mwenye nguvu ni yule mnyama katika kitabu cha Ufunuo ambaye tunamjua kama mpinga Kristo. Mpinga Kristo anapoinuka kwa nguvu, chuki yake kwa Mungu na yeyote anayemilikiwa na Mungu itakuwa ya vurugu na atapigana vita. Mstari wa 25 unasema kwa wakati nyakati na nusu wakati. Kweli hii inamaanisha kwa miaka mitatu na nusu. Hii inahusu nusu ya mwisho ya kipindi cha miaka saba cha dhiki duniani. Atawasha moto zaidi wa kusema hivyo wakati wa nusu ya mwisho ya dhiki na kujaribu kuangamiza Israeli hasa. Utawala wake wa hofu utamalizika wakati Kristo atakaporudi kumshinda na kuanzisha ufalme wake wa utukufu duniani. Sasa, sura ya nane inafungua gombo la siku zijazo kwa kuzingatia Israeli hasa. Ndiyo maana lugha katika maandiko ya asili sasa inaacha Kiaramu na sasa inarudi kwenye lugha ya Kiebrania. Tunayo maono mengine yaliyotolewa kwa Danieli hapa. Anaona kondoo dume mwenye pembe mbili ndefu akishambulia kuelekea magharibi, kaskazini na kusini. Danieli anabainisha hapa katika mstari wa nne hakuna mnyama au ufalme, yaani ungeweza kusimama mbele yake. Huyu si fahali katika duka la vyombo vya udongo kwa njia, huyu ni kondoo dume lakini anaenda kwa mwendo wa maili mia moja kwa saa akigonga a akigongana akishinda kila ufalme katika njia yake. Sasa Danieli anaona mbuzi dume akija kutoka magharibi, inafafanuliwa kuwa na pembe maarufu kati ya macho yake, na inashambulia huyo kondoo dume, inavunja pembe yake na kwikanyaga. Kisha tunasoma hapa katika mstari wa nane, mbuzi akawa mkuu sana lakini alipokuwa na nguvu, pembe kubwa ilivunjika na badala yake zikatokea pembe nne maarufu kuelekea upepo nne wa mbinguni. Kutoka moja ya hizo pembe kulikuja pembe ndogo ambayo ilikuwa sana kuelekea kusini, kuelekea mashariki na kuelekea nchi tukufu. Kuna pembe nyingi zinazotajwa katika maandiko haya, asivyo? Naam, Danieli anaona hasa hii pembe ndogo hii ikielekeza mashambulizi yake dhidi ya Israeli, inayoitwa nchi tukufu. Matokeo ya shambulio hilo yanatolewa kwetu hapa katika mstari wa 11: sadaka ya kuteketezwa ya kawaida iliondolewa na patakatifu palibomolewa. Kwa bahati nzuri, malaika Gabrieli anamfasiria Danieli maono hayo na anaeleza kwamba kondoo dume mwenye pembe mbili anawakilisha ufalme wa pacha wa Wamedi na Waajemi na ufalme huo utaendelea kupanuka hadi utakaposhindwa na mbuzi dume huyo ambaye anawakilisha Ugiriki. Pembe moja ya mbuzi dume huyu ni mfalme wa kwanza wa ufalme wa Ugiriki. Naam, huyo ni Alexander Mkuu, akienda kwa kasi ya maili mia moja kwa saa hadi pembe kuu inavunjika, yaani wakati Alexander anapokufa, anapokufa unapata hizi pembe nne, yani unapata wafalme wanne. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Aletanda umegawanywa kati ya wafalme wanne. Moja ya falme hizo nne itazalisha pembe hii ndogo ambaye atakuwa mtesi mkubwa wa Israeli. Sasa tunajua kutoka kwa historia kwamba pembe hii ndogo hapa katika kitabu cha Danieli sura ya nane si mpinga Kristo wa sura ya saba. Badala yake yeye ni Antiochus IV Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Mnamo mwaka 169 aliingia hekaluni huko Yerusalemu, akatoa dhabihu ya nguruwe kwenye madhabahu na hivyo akalichafua hekalu. Pia alipiga marufuku ibada yoyote ya Bwana. Historia pia inatuambia kwamba watu wa Kiyahudi walipinga Antiochus na hatimaye wakapata uhuru wao. Sasa haya yote yalikuwa bado ni ya baadaye kwa Danieli. Maono yake yanaelekeza kwenye wakati katika kane ya mbilik, ambapo kutakuwa na mateso makubwa huko Israeli Hata hivyo, kuna baadhi ya kauli katika sura hii zinazopendekeza kwamba ea kunaweza kuwa na kitu zaidi kinachoangaliwa. Kwa mfano, Gabrieli anasema hapa katika aya ya 17, kwamba maono yanahusu wakati wa mwisho. Hii inaweza kuashiria kwamba Antiochus kwa kweli anatangulia yule mpinga Kristo wa nyakati za mwisho. Lakini hapa ndipo tunapojua, wapendwa. Katika sura hizi mbili za Danieli, wana anatupa muhtasari wa historia, maono ya siku zijazo. Vipindi vyote viwili vya wakati e, vitakuwa na mtawala mwovu ambaye atawatesa watu wa teule wa Mungu. Sasa, kwa nini Mungu alimpa Danieli muhtasari huu na kupitia Danieli kwetu sisi? E, je, Mungu hataki tuweze kulala usiku kuna hizi falme zote na vita na pembe na wanyama? Kweli, kwa Danieli na taifa la Israeli ilikuwa ni ukumbusho kwamba Mungu anadhibiti hata wanapoteseka. Hii yote ni sehemu ya mpango wa enzi wa Mungu, na mwishowe, na hapa ndipo tunahitaji kukumbuka, mwishowe Mungu atashinda kwa niaba ya watu wake. Sasa kwetu sisi e, tunapaswa kukumbushwa usahihi wa neno la Mungu. Tunaweza kuangalia nyuma kwenye unabii huu uliotimizwa kuhusu falme hizi za kale. E, tunaweza kuona walivyoinuka na kuanguka kama vile Danieli alivyotabiri na hiyo inapaswa kututia moyo. He, hiyo inamaanisha kwamba unabii mwingine wote pia utatimia kuja kwa Kristo kulikotabiriwa.